Busia Border FM. Ni saa nne kamili majira ya Afrika Mashariki. Popote ulipo, mpenzi msikilizaji, karibu katika mukhtasari awamu ya saa nne. Jina langu ni Collins Imito. Wanafunzi wa taasisi ya mafunzo ya kiufundi ya Mungati kwenye eneo bunge la Nambale kaunti ya Busia wameshiriki maandamano ya amani wakilalamikia uongozi mbaya wa mbunge wa eneo hilo Jofrey Mulanya kwa kile wanadai ni kubaguliwa katika utoaji wa ugavi wa maendeleo unaotokana na hazina ya NGCDF ya eneo bunge hilo. Wanafunzi hao wakiongozwa na katibu wao mkuu Sheldon Ouma, wanasema licha ya taasisi ya kiufundi ya Mungati kuwa ya kipekee katika eneo hilo la Nambale wamesahulika katika ugavi wa maendeleo unaotokana na hazina kuu ya kitaifa ya NGCDF ambapo wametaja kukosa miundo msingi bora kwenye taasisi hiyo, uhaba wa maji na ukosefu wa vyoo miongoni mwa mahitaji mengine. Mbunge wa eneo hilo Joffrey Mulanya akirushiwa shoka la kufumbia jicho taasisi hiyo Kwa

Aidha wameikashifu uongozi wa taasisi hiyo kwa kwa nyima haki ya kushiriki tamasha la utamaduni maarufu Cultural Day, pamoja na mazingira duni ya kusomea. Kwa sasa wanamtaka mwalimu mkuu wa shule hiyo kujiuzulu.

Na kwingineko taasisi ya uchambuzi na utafiti wa sera za umma ya Kenya KIPRA imeanzisha utekelezaji wa sheria mpya ya uwezeshaji wa wanawake kwenye maeneo yote nchini ili kuboresha maisha ya wanawake na Wakenya kutoka sehemu zilizotengwa humu nchini. Akizungumza na wanahabari mjini Busia, mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo Daktari Elda Onsomu amebainisha kwamba sheria hiyo mpya inalenga kuboresha maisha ya wanawake walemavu na vijana kutoka maeneo yote nchini. Onsonu aida Mirai wa Kenya kujitokeza kwa wingi katika miradi ya kuwezesha jamii jami chini ya sera hiyo mpya inayofadhiliwa na shirika la Gates Foundation, huku akiwataka vijana kukumbatia miradi ya maendeleo inayoendelezwa na serikali chini ya mpango wa Nyota.

Uh, kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo unatamatisha muktasari awamu ya saa nne. Awamu ya saa tano ntarejea na muktasari zaidi. Mimi ni Collins Imito.